Wakazi wa wadi ya Angurai Mashariki katika eneo bunge la Teso Kaskazini kaunti ya Busia wameitaka serikali ya kaunti ya Busia kuharakisha uzinduzi wa mradi wa maji wa Kolanya ili kuwawezesha kupata bidhaa hiyo muhimu. Mradi huo wa maji ulioko katika shule ya upili ya kitaifa ya wasichana ya Kolanya uliogharimu shilingi milioni 25 unanuia kunufaisha familia zaidi ya 2500 mbali na taasisi tano za elimu katika sehemu hiyo. Gavana wa Busia Paul Otuoma otuoma ameeleza kuwa wamegeukia matumizi ya mitambo ya sola inayotumia miale ya jua kusambaza maji ili kupunguza gharama ya nguvu za umeme, akiwataka wakazi kuwa na subira. Nashukuru kupata mradi kutoka kaunti ya maji. Sisi hapo mbeleni tulikuwa tunateseka tulikuwa tunapata maji kutoka kwa zile mtoni ndogondogo ndogo, ile ambayo watu wanachota hata kutumia bakuli, vikombe, lakini naona huu mradi ukifaulu itatusaidia, hizi pipe zikipelekwa kwa maboma, alafu kuna wa centers kama mahali penye kuna junction venye watu wanaweza kutana wakichota inaweza saidia watu eneohili. Wa eneo hili wameteseka sana kwa muda mrefu wakitafuta maji kutoka sehemu mbalimbali. Uh, ili waweze kufanya kazi katika familia zao. Kwa hivyo hii mradi ya serikali ya county ambayo tunaambiwa kwamba funded by World Bank itasaidia sana jamii kwa sababu maji itafika mpaka mashinani. We need to pump water. That means we need to use energy. And you know the cost of electricity. So this has really affected uh, that service. But now with this what we are calling green energy,